Na tukisonga mbele ni kwamba wabunge wa chama cha ODM wamekashifu na kukemea kifo cha mwanablogu Albert Ojwang' aliyefariki siku ya Jumapili katika kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi. Wabunge hawa wameonyesha ghadhabu yao bungeni wakisema kuwa ongezeko la vifo vya vijana mikononi mwa polisi vimekithiri. Mwanahabari wetu Sophie Merengo akiwa jijini Nairobi anatupakulia taarifa hiyo kwa utendeti. Wakiongozwa na kinara kiranja wa wachache bunge la kitaifa Mili Odhiambo, wabunge hao walijitokeza na kushutumu matukio yaliyopelekea kifo cha mwanablogu huyo. Kwa sasa wanahitaji majibu kutoka kwa idara ya usalama dhidi ya ongezeko la visa vya vijana mikononi mwa polisi. To express, to express dead... Aidha, wabunge hao sasa wanamtaka Rais William Ruto atimize ahadi aliyotoa kwa Wakenya kuwa maafa sawia na haya yatazikwa katika kaburi la sahau, huku wakimtaka ahakikishe kuwa polisi waliohusika watawajibikia kifo hicho.

Full accountability and full responsibility must be the way forward. Wakizungumza katika kaunti ya Kitui, viongozi wa kitaifa walioongoza naibu wa rais Kiture Kindiki katika hafla ya kupiga jeki vikundi vya kinamama na vijana walikashifu kifo cha Ojwang' na kuitaka idara ya polisi kuchukua hatua kwa wale waliohusika.

that go to the bottom of why Ojwang' was arrested, taken to the the cell, walking and and looking healthy, and the next day he was no more. Je, haki itatendeka kwa familia ya Albert Ojwang'? Sisi kama wana michipuko, tunasema makiwa kwa familia. Sophie Merengo nikiripotia makala ya michipuko ya wiki ya 103.9 MUFM.